Boko nasikiliza, ni Amka na Baraka1 TV ikiwa ni tarehe sita za mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa moja majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka1 TV Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya kusini, Katogota, Luvungi, Kamanyola, Lubarika, FRDC na wazalendo na jeshi la Burundi la piga mamia ya magaidi wa M23 kipigo kitakatifu. Kivu ya Kaskazini, M23 wajisalimisha kwa wazalendo. Kamanyola, wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waangusha drone ya M23 huku silaha nzito zingine za M23 zikichomwa kutokea maeneo ya Bugarama nchini Rwanda. Na mkumbuka operesheni Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa skrini yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utaendelea kukutana na baadhi ya matukio yayote ambayo yako nazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bila kupepesa macho, tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, maeneo ya Katogota, Lubarika, Luvungi Kamanyola ambako magaidi wa M23, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Wazalendo na jeshi la Burundi kufanikiwa kuangusha mamia ya magaidi wa M23 ndani ya siku nne. Vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC wameweza kutoa taarifa rasmi baada ya siku nne za mapigano kati ya jeshi la taifa la FRDC wakishirikiana na Wazalendo pamoja na jeshi la Burundi wakitongana dhidi ya magaidi wa M23 na jeshi la Rwanda na muungano wa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki maeneo ya Kaziba, Kamanyola, Lubarika, Rurambo ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Taarifa kutoka kwa jeshi la FRDC hiyo siku ya, ya, ya Alhamisi tarehe 4 za mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano ambako msemaji wa jeshi hilo kwa upande wa operesheni Sokola ya pili jimboni Kivu ya Kusini, eh, afisa luteni Mbui Kalon Jurigan aliweza kutoa taarifa inayosema ya kwamba magaidi wa M23 walijaribu wa kuvamia hayo maeneo kwa ajili ya kujaribu kuyaondoa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini walikutanana na kipigo ambacho hawatokisau katika maisha yao ndani ya siku nne zifuatazo za mapigano kati ya M23 RDF, pamoja na, ma, pamoja na washirika wao wameweza kuvuka tena mipaka nyine, kwa mara nyingine kwa kuto kuheshimu makubaliano ya CC lefe, na mashambulizi walioyajaribu dhidi ya vikosi vyetu viliweza kushindwa kwa maeneo ya Rurambo tarafani Uvira. Jeshi linasema kwamba maadui zaidi ya mamia waliweza kupoteza maisha katika mapigano hayo. Msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoa taarifa hiyo en demande a la population de Katogota Luvungi Lubarika

Kwa upande wa Jenerali Chivili Hamuli anawataka raia wote wa maeneo ya Uvira kuweza kuwa wa watulivu na wale wote wa jimboni Kivu ya Kusini, kwa sababu operesheni ya kumkunguta adui bado inaendelea. Wakumbusha tu ni kwamba tokea tarehe moja za mwezi huu wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano kumkia tarehe mbili ndiko mapigano yaloanza katika maeneo mbalimbali ikiwepo Kamanyola, Katogota, Kaziba, Santre, Kabare, Mwenga pamoja na maeneo ya Shabunda. Hayo yakiwa yako yanaendelea, magaidi wa M23 wameweza kutupa makombora ndani ya nchi ya Burundi. Hayo yakijiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, majeshi ya Rwanda pamoja na M23 wametupa makombora ndani ya ardhi ya Ndashimiye, huku mkuu wa majeshi ya Burundi akiahidi kujibu haraka iwezekanavyo. na baada ya taarifa hizo ambazo kunazisikiliza kutoka Baraka1 TV, na moja kwa moja tuingie huko jimboni Kivu ya Kaskazini, katika upande wa Masisi ambako M23 walisalimishwa kwa wazalendo, Captain akiwa anaongoza kikosi cha watu waliokuwa kwa M23 ambao hapo awali walikuwa ni majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kuanguka kwa jiji la Goma na jiji la Bukavu na maeneo mengine, dhidi ya udhibiti wa magaidi wa M23, na huku akiwalazimisha baadhi ya watu kuingia katika jeshi lao, hatimaye kapteni amefanikiwa kuondoka na wanajeshi wasiopungua kumi na watano na kuja kuungana na wazalendo maeneo ya Kivu ya Kaskazini mengi na zaidi. Ripoti hii kutoka katika uwanja wa mapigano. Ee, nikiwaza munafika hapa munakua gerandre mulikuwa munatokea ngambo gani? Kwanza komanda nje mwetu tukauliza, nie apikenkimbondo xs101 regiment tigre

Jinsi mulikuwa ba XFRDC. Muendeleshe, muende, endelesha kazi ya inchi mupiganie inchi, au lia kusema mupige inchi vile ni mzuri sana kabisa. Mon capitaine asante sana vraiment, na shukuru kwa kuwa ulipenda au hukupenda, geuzia mututu inchi yako. Sasa unapenda uende ugeuzie nani adui hapa, tena hamuko tena baimu 23, mai munarudia wote, munataka rudia umainite zenu za kawaida. Asante sana vraiment tunashukuru sana. Ah, tunashukuru. Okay. <coughs> Tunasema karibu kwanja, karibu sana kwetu. Merci. Ah, karibu sana kwetu vraiment. Lakini eh, tukipenda tu upatie message. Jo kuko bandugu yetu mingi kule bevangali kule. Alors, sijue message gani, mo kaptene, unaweza bapatia. Mi nilipata okazio pasi nilikuwa na kompanyi yangu kumbele k kaa kumbele. Ndugu zangu anatusubiri. Asante. Sasa, kulingana nkizani kule, walikuwa wanabaogopesha wana bambiano, mkejiripoti mkifika ku Bazalendo ama mkifika ku FRDC, batabaua

Kufurujia kwao kwa FRDC kama vile eh, army yetu tulikuwa nayo mbele anapata okasion akuja watampokea kama vile kama vile sisi. Asante. Oh, merci beaucoup mon capitaine tunashukuru sana. Merci beaucoup mon général. Na mko nasikiliza mko na Baraka1 TV ya tarehe sita mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano, majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika ya kati ikiwa naelda saa moja majira ya Afrika ya Mashariki na pia unasikiliza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, USA, sreto, pamoja na East Africa, wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini, Shidi Kizenga, Tembele King Sele, Kizabe Ayeba Mashaka, Ayamba Delone, Butoto Biondo, Kilamba Mawe, mzee wa state ya da da mainft in, wakiwa anasikiliza Baraka One TV ya Kisi Kandeke ya simu Baguma Samal kutoka Czech Republic rabaki ya Afrika Kusini, Elisha kutoka Nairobi, Emmanuel Mwangombe na pia Asokolo Ayeba Mashaka Ayamba e, wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko madewa Kivu ya Kaskazini, turudi jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya kitongoji cha Kamanyola ambako wazalendo wamefanikiwa kuangusha drone ya M23 huku silaha nzito zingine za M23 zikichomwa moto kutokea maeneo ya Bugarama. Mapigano bado yanazidi kuendelea kuwa makali huko maeneo ya Katogota, Kamanyola pamoja na vitongoji vingine ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likishirikiana na Burundi pamoja na wazawaza wamefanikiwa kuangusha drone aina ya kamikaze ambayo ilikuwa ikitumiwa na magaidi wa M23 imekuwa ni vuta ni kuvute, piga ni kupige, panda ushuke, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, huku wakishirikiana na jeshi la Burundi wakiendelea kufanya kazi kubwa na kazi ngumu ya kuakunguta magaidi wa M23 ambao kwa sasa wameonekana kuweka nguvu zao raja la Bugarama ikiwa ni mpakani mwa nchi ya Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mapigano hayo, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo na jeshi la Burundi walifanikiwa kuangusha drone aina ya kamikazi iliyokuwa ikitumika kwa niaba na magaidi wa M23, huku silaha nzito nzito za FRDC pamoja na FDNB zikiwa zinatupa hadi maeneo ya Bugarama na kuharibu silaha kubwa iliyokuwa ikitumika na magaidi wa M23. mapigano hayo yamesababisha baadhi ya wananchi kukimbia makazi yao, huku wakikimbilia baadhi wakikimbilia kutoka Kamanyola kwenda nchini Rwanda, wengine wakijitafuta ili kukwepa mabomu yanayotupwa na magaidi wa M23. Utafahamu tu kwamba bomu nyingi ambazo ziko zinaangukia Kamanyola ni zile ambazo ziko zinatupwa kutoka upande wa Rwanda, maeneo ya Bugarama ambako zilikuwa zinasababisha mauaji ya watu pamoja na kuharibu nyumba maeneo ya Kamanyola kwa upande wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na utaalamu wa kivita wanakuwa hawatumii sana makombora maeneo ya Kamanyola, badala yake wanazilenga ngome za magaidi wa M23. Tatu, magaidi wa M23 wanatupa mabomu kiolela na huku kusababisha mauaji kwa baadhi ya wananchi maeneo ya Kamanyola pia na Katogota. Hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka One TV hapa tunakuwa sehemu zinaitwa Wagala eh, Widala sisi Force Wazalendo eh, ambaye tunakuwa na mtu simaji na nyembo pamoja na kikosi yote tunaangusha drone ya M23 enemy hapa. Tuko tunaangalia Kamanyola, tunaangalia Rupango, kwa kweli tuko katika kazi, ndio maana adui hana nguvu na haisi kwa na vya kusema kwenyewe, tuko kabisa sisi, hatogopi adui wala hatuna oga na yeye tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo na kwenye adui iko ajue, kama droni yoyote itakuya haitakuwa na force tena. Tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambaye tunakuwa nao kwa kweli, tunafanya kazi hapa sehemu zinaitwa Wigala, na hatuna oga na tutatoka na tutajengua, na jua kuna wengi wamekwisha kimbia lakini like, sisi tunasema tutabakia kudongo wetu wa Kongo wala hatuogope mtu yoyote. Kwa kweli adui hata jinue hatumuogope, hapa ni kikosi kikubwa ambaye kimesimama hapa. E, ukiangalia hapa kuna kwa watoto wa mzee kadandari makanaki please please. E, kuna kwa watoto wa mzee patriote e, hapa kabisa kazi inaendeka bila oga bila mashaka. Mtu asiwadanganye hapa, kuko kikosi ya mzee pat, e, patriote pamoja na makanaki kadandari. Mesi kwa walio uvira mesi kwa nchi Kongo yote nzima, tunakuwa katika kazi. Asante sana, amina. Nukta ya mwisho ni kusema kwamba Barwande, Batusi, RDF venye wangali Mukongo, hatuna huruma kwenu tena wala msamaha yoyote na hatuikubali, mujiondoshe nyinyi wenyewe, mwanze toka, mujiondoshe mutoke, mwende kwenu tunawafungulia njia ya ruzizi na njoo yenyewe mlikuyakam kama ni Rwanda njoo kwenye mtarudilia, kama ni fasi fulani, muweke masilaha zenu chini, mwondoke na amani. A partir ya leo, ikifika kesho, kama hamujaondoka mmoja, baadhi ya mwingine, nini nyote, mjisutire gisibiliku. Tutaita wandugu zetu Wakongomani, sisi wenyewe tujadiliane nao, tuwaulize wanataka nini benye balisema se balijiunga au ndio banabakia, wa M23 nabo tutabapiga, tutabaazibu sababu wamesaliti udongo wa mababu zetu na wamejiingiza kwa kumwanga damu za ndugu zao. Ya mwisho, kama kuko mkongomani mwenye alienda M23, bali mukamata mateka, wala hakuenda kwa nia yake mbaya ya ku, ya kuua ndugu zake. A partir ya leo le 5 tena tunasema akuja ajisalimishe kwetu sisi wa zalendo alisi venye wako napambania usalama ya ndugu zetu na udongo wetu, ajisalimishe, alombe msamaha, tutamsukua, tunamwacha hai na tunaweza tukamsamehe, lakini asipofanya vile, akikamatika muvita yenyewe tunataanza

Kama kutakuwa mwenye atakuwa ameshupaza sh, e, shingo yake itavunjika, na kama uko mwenye na bouche masikio kutusikia, kama aondoke atoke kabla moto haijamwangikia na maji ya moto imuunguze. Kazi yake ashimame, atapata cha mtema kuni. Hatuokopi mtu yeyote, tuko tayari kukufa mm -hmm. wala kupona. Merci beaucoup. Mungu awabariki na usikilivu mwema. Tuwe tayari na tuwe makini sababu vita inapamba na uondo mwisho wa matangazo yetu kutoka Amka na Baraka One TV, mingine tukutana tukutanani majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. Usisahau tu kwamba operation saidia muzalendo bado iko inaendelea. Kwa hiyo tuungane wote kwa pamoja kipindi hiki kigumu, ili tuwasaidie wapiganaji wetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Unahitajika kuchangia kwa ajili ya hema ishirini ambazo ndugu zetu wanazihitaji huko kwenye uwanja wa mapigano unahitajika kuchangia hema ishirini ambazo ndugu zetu wanazihitaji huko kwenye uwanja wa mapigano, kwa sababu mfumo wa mvua hivi kama unakaribia na vita inazidi kupamba moto maeneo ya plene ya Ruzizi, lakini wananchi wote wa maeneo ya Luvungi na sehemu zingine Katogota, Sange wako salama salimini, licha ya baadhi ya maneno ambayo mko unasikia kutoka kwenye upande wa magaidi wa M23. Na tatu, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazalendo na FARDC wako vizuri na wanaendeleza harakati za usalama pamoja na ulinzi wa raia na mali yake dhidi ya wanyang'anyi ambao ni M ishirini na tatu. Tukutane majira ya saa 6 na saa tisa chao chao